Kuna taarifa ambazo zinasambaa kuhusu kigogo mmoja wa serikali ambaye ameachishwa kazi baada ya ujumbe wake eh, kusambaa kupitia kwe mtandao wa kijamii wa WhatsApp. Huyu anaitwa Bwana Joji Mahigu Seni ambaye alikuwa mkurugenzi wa fedha na utawala, yani director of finance and administration wa NIDA alikamatwa na polisi tarehe 15 Disemba 2025 akiwa Arusha kikazi na kusafirishwa Dodoma kwa mahojiano. Baada ya tukio hili kuojiwa, sasa ameambiwa na mkuu wake wa kazi asiende kazini bila hata kupewa barua yoyote rasmi sababu alichapisha maneno ya fuatayo kwenye WhatsApp group ya marafiki Shaikom, na nukuu maneno ya Joji Maigu Seni. Moja, siasa ndiyo kila kitu mtani, kinachosababisha haya yote, hata kama hatutaki, ni ukosefu wa siasa bora, uongozi bora na demokrasia thabiti. Huku kwingine kote maji kwenye kinu. Jambo la pili, kwamba ni sawa mwanamke aliyeogopa anapigwa risasi mgongoni? Kwamba ni sawa kijana asiyekuwa na chochote mkononi kupigwa risasi? Kwamba ni sawa kufanya mauaji ya halaiki kinyama namna ile? Kwamba ni sawa kuwatoa vijana ndani wakiangalia mpira na kuwalaza chini na kuwapiga mmoja baada ya mwingine. Siungi mkono watu kuharibu mali za umma na za binafsi na hata kufanya fujo tu, lakini kwa picha ambazo zilionekana siku ya tarehe 30, kabla ya kabla hata hii ya CNN, si sawa nguvu iliyotumika. La tatu, kaka mtani, usilete siasa katika issue serious Mnakuwaje na shida ya maji kama mna mto Rufiji, Ruvuma, Kagera, e, Ruvu, Rukwa, ziwa Victoria, Tanganyika, Nyasa as na kadhalika? Mna mvua ya wastani kwa mwaka, baadhi ya maeneo maji yapo chini. Justify hapa mtani. E, mwisho wa kuyanukuu e, maneno ya Ajoji Maigu seni ambayo yamempelekea kigogo huyu wa serikali kuweza kuachishwa kazi.